Je, ulishawahi kukaa siku mbili au tatu bila kupata choo au ukapata choo kigumu kinachotoka kwa shida kiasi cha kufanya ujisikie vibaya? Kama hii imekuwa hali yako ya mara kwa mara basi, uenda unakabiliwa na tatizo linaloitwa constipation, yaani hali ya kutopata choo vizuri au kupata choo kigumu kinachotoka kwa shida. Lakini usijali, leo nitakuelezea jinsi ya kulitatua tatizo hili haraka na kwa njia salama. Kabla hatujaanza somo letu ni kuombe usubscribe chaneli yetu ya YouTube ya Dokta Rafiki kwa masomo zaidi ya afya tunayoweka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Pia unaweza kutufuatilia katika mitandao wa TikTok, Instagram na Facebook kwa jina la Dokta Rafiki. Asante kwa kufanya hivyo na Mungu akubariki. Haya, tuanze somo letu. Kwanza kabisa, kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa wingi. Vyakula vya nyuzinyuzi vinasaidia kulainisha kinyesi na kufanya utumbo ufanye kazi vizuri. Matunda kama mapapai, ndizi mbivu, tufaa na parachichi ni msaada mkubwa. Pia usisahau mboga za majani kama mchicha, kisamu, pamoja na na nafaka zilizokobolewa kama ulezi na mtama. Namba mbili, kunywa maji ya kutosha. Unajua, kinyesi kigumu kinatokana na upungufu wa maji mwilini. Kunywa angalau glasi nane za maji kwa siku ili kulainisha choo chako. Ukiamka asubuhi, jaribu kunywa maji ya uvuguvugu kabla ya hata kula chochote. Itasaidia kusukuma kinyesi vizuri nje ya mwili. Namba tatu, usikae tu, fanya mazoezi. Kutembea, kusimama, hata kuruka kamba kunaweza kusaidia utumbo wako kufanya kazi vizuri. Hata kama ufanye mazoezi magumu, akisha unasimama na kutembea mara kwa mara, kama kazi yako inakufanya ukae kwa muda mrefu. Namba nne, epuka kula vyakula vinavyosababisha choo kigumu. Vyakula kama chipsi, vyakula vya kukaanga, pombe na vyakula vyenye sukari nyingi vinaweza kusababisha constipation. Vinginevyo badala ya kuteseka, kula vyakula vyenye probiotic kama maziwa mgando ambayo husaidia kuimarisha bakteria wazuri kwenye utumbo ambao husaidia katika mmeng'enyo wa chakula. Namba tano. Tumia dawa za kulainisha choo, lakini tumia kwa uangalifu. Kama umeshajitahidi na bado hujapata nafuu, unaweza kutumia dawa za kulainisha choo kama lactrose na bisakodi, lakini usizitumie mara kwa mara bila ushauri wa daktari, maana zinaweza kufanya utumbo wako kuwa tegemezi kwa dawa. Na mwisho, usijizuie kwenda chooni unapojisikia haja kubwa. Nenda chooni mara moja. Kujizuia kunaweza kufanya uwe na kinyesi kigumu zaidi na kuongeza matatizo. Kama constipation imekuwa sugu na unapata damu kwenye kinyesi au unapata maumivu makali ya tumbo, ni vizuri kumwona daktari ili kufanyiwa uchunguzi zaidi, ili kujua chanzo na kupata tiba sahihi. Lakini pia unaweza kuwasiliana na Daktari Rafiki kwa ushauri wa kitaalamu na matibabu sahihi muda wote na mahali popote kwenye simu yako. Sasa kama umependa somo hili, like, share na follow kwa elimu zaidi ya afya. Pia usahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Dr. Rafiki kwa masomo zaidi ya afya. Asante kwa kunisikiliza, nikutakie afya njema. Mimi ni daktari wako Dokta Rafiki. Baibai.